katika mwanzo sura ya 17. Hebu tusome maneno haya. Hebu mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 17. Ndiyo. Mstari wa kwanza imeandikwa, hmm. Abraham alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda Bwana akamtokea Abraham. Akamwambia, hmm. "Mimi ni Mungu Mwenyezi.

Samahani sana kwa kusoma. Kwa hivyo leo ni kwa ajili ya kutaka pia tukaombe wakati ao hata wadeka ngapi ngapii sasa katika sura tatu mstari wa kwanza imeandikwa, hebu tusome mstari wa pili. Andika mstari wa pili, ili tu ni shoti kati tukatishe, ili tuendele na neno lile kwa kwa, kwa mwanzo, twende mstari ule wa pili. Inasema, inasema malaika wa Bwana akamtokea, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto, katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, ndio Akatazama akatazama, na kumbe, na kumbe kilikuwa kijiti. Ehe, kilikuwa ki, kijiti kiliwaka moto. Ehe, nacho kijiti hakikuteketea. Ehe, mstari wa tatu umetosha. Twende mstari mwingine, tushuke chini, mstari wa sita mstari wa sita nasema tena, akasema mimi ni Mungu wa baba yako. Mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Isaka. Mungu wa Isaka. Mungu wa Yakobo. Mungu wa Yakobo. Musa kaficha uso wake. Ndiyo. Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Asante. Mungu wa mbinguni akubariki katika hicho pia. Ah, tumesoma kitabu cha Mwanzo kwa habari za Ibrahimu. Lakini baada ya Ibrahimu anataja tena katika kitabu cha Kutoka lakini tukihusisha mtu mmoja anaitwa Musa kwa kutafutwa Musa na Mungu basi tunaanza kuona nataja na, na Ibrahimu sasa ujumbe wetu unaweza kama ni nini hapo Mungu ndugu zetu tungelega kusoma kitabu kingine cheli maneno haya, habari za Mwanzo. Uh, katika ile sura ya thelathini na saba tukiangalia habari za Yusufu. Yusufu ametupwa katika tundu na shimo, na baada ya kutupwa katika lile tundu na baadaye wanapita Waishmaeli wakamtoa, akauzwa. Baada ya kuuzwa, akawa kama mtu aliyetupwa, aliyetupwa akaenda Misri, na badala yake Mungu akatengeneza njaa katika nchi ya baba yake. Ndugu zake akawapeleka kwa Yusufu. Yesu asifiwe! Ndugu zake akawapeleka kwa Yusufu. Yusufu akawaona ndugu zake, na baada ya kuona wale ndugu zake Yusufu akalia akatoa machozi. Nini ambacho nataka nikisema Ukiangalia okay, na ndugu mpana na ndugu wengi, lakini kuna mwingine ana historia tu kwamba wewe ulizaliwa na fulani, ile ndugu zako wengine hatujui walipokwenda na wala hana matarajio ya kuwaona. Kwa hiyo anabaki yeye kama yeye, wakati wa shida zinapotokea, ufika mahala, anainua macho akitamani aone moja ya ndugu yake, kwa wakati huo inakuwa ni ngumu kuwapata. Sasa Bwana ndiye huleta ndugu zako. Bwana atawaleta ndugu zako. Sasa nikisoma haya katika kitabu cha Mwanzo katika msingi wangu, wakati Ibrahimu anaitwa, Ibrahimu aliitwa atoke mazingira ya ndugu zake wa kimwili, wazazi wake wapo lakini akaambia toka wende mbele zangu, ukawe mkamilifu. Ukisoma hiyo Mwanzo, ukaendelea mbele kidogo, inazungumza Ibrahimu akaona anapelekwa mazingira ya ukiwa, ya kutokuwa na ndugu zake. Sasa Mungu akamwahidi akamwambia, ninakokupeleka wewe, nitakufanya kuwa baba wa taifa, katika wewe mnu alia watoto wengi na utakuwa na ndugu wengi kama mchanga wa bahari. Mungu anamwambia nani? Ibrahimu wakati huo. Mungu angeliwezaje mchanga kugeuza wakawa ndugu zake? alikuwa na maana ufalme wa Mungu, jeshi la Mungu pamoja na Ibrahimu wataungana iwe familia moja. Bwana Yesu asifiwe. Unanipata ninapokuja nafasi hiyo, unapoweza kuitwa na Kristo Yesu, unaanza kuona kama umetolewa kwa ndugu zako wengi, ukapata ukiwa ama shida ya kuwaacha ukang'ang'ana, utembee nao kwa sababu ni watu naowaona, lakini kumbe unaenda kuungamanishwa na ndugu wengi sana katika ufalme wa Mungu. Mungu, Mungu anatengeneza Kunasema wakati wa ubachi wa Mungu anasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake huyo mtu atakayetengenezwa afanane na kundi lote la mbinguni kwa sura ya ufalme wake Mungu na watu walioko pale, yaani maraika zake. Kwa sisi tunapookolewa, tusije tukawaza ninataka nikutoe huko wewe, ambaye hauna ndugu kabisa Wakati mwingine kama Musa mali hapa, sina shangazi, sina baba mdogo, sina baba mkubwa, sina babu za baba. Yani mimi nipo tu, nikitaka nigeuke sana niangalie upande wa mama, basi pesa imeisha. Je, upande wa mama kama ananiacha nianze kuona shida kama mimi hapa duniani niko nafanya nini? Na inichukulie mawazo mengi kiasi cha kunipeleka mbali, nimwache na Kristo. Kumbe bila kujua, Mungu ameshaniletea ndugu wengi zaidi. Sasa hebu jaribu ufikiri kwamba Ibrahimu anaahidiwa atazaa watoto wengi mfano wa mchanga wa bahari, lakini anaambiwa yeye ataitwa baba wa mataifa. Ningelikuwa na shangazi ningelikuwa na wajomba zangu, nikiwakusanya na wanani wakaje hapa, inawezekana nitawapata wakurundikana kama nyinyi mlivyo. Hawa ni watoto, nyinyi ni watoto, lakini watoto waliozaliwa katika ufalme wa wanani wa Mungu. Hii ndio faida ya kumwamini Kristo. Ninasikia furaha kubwa shikio ni kupungukiwa. Unajua, naposema hivyo, kuna watu wengine, hata kama angedishiwa mtaji, anasema kwamba mimi nitaenda fanani nani yangu atanisaidia binamu, mimi nitaenda kwa kaka yangu, mimi nitaenda kwa dada, mimi nitaenda kwa nani, kwa plaza, mimi nitaenda siku atakaja. Hao wote anasema tena, mimi yupo hapo, binamu yangu ni mwanajeshi. Mwingine anasema mimi, mimi eh, mdogo wangu ni nesi, yaani mimi pale hospitali. Wengine hapa walipo, hata kama angeliugua kichomi, utaenda hospitalini, wanakuwa napita kama kuna kinyago au ile midori ya kwenye maduka imeingizwa kule hospitalini lakini bado Bwana amesema, amekutafuta wewe, amekuleta, usijione kama uko mpweke. Utambue amekuingiza katika familia kubwa sana, na una ndugu wewe. Haleluya, amen. Wengine kama sio Yesu, hatujui tungekuwaje ungelikuwa tu kwa wapi? Mpaka mabasaya yani, mazingira. Mimi nikifikiria sijui ningelikuwaje, ni sielewi yani, sijielewelewi nikianza kuwaza hilo, sielewi vizuri kwamba hivi ningelikuwaje ni kuna sura hivi ingelikuwepo. Unajua, kuna watu waliwaza wakachanganyikiwa, mpaka akaamua kuwa anakunywa viroba, anakunywa pombe mpaka anadabirika, akihisi kama atapunguza mawazo sumbuka na vitu ambavyo misipo sana. Kama ukipata neema ya Yesu akakuokoa anakuletea ndugu wengi pana. Yesu asifiwe. Kazi kubwa ni ya kwako, kuwa mwaminifu mbele za Kristo kedelekwamii Mungu kwa sababu alitupenda akatuletea Kristo Yesu huyo ni brother wetu, haleluya. Huyo ni anko wetu, huyo ni baba yetu, huyo ndiye mwanaume. Wakati mmoja akiwa anatembea anaenda Yeriko, anatembea anatembea, akakutana na mama moja. Biblia inasema ambaye ameisha achiwa ndugu zake na mume wake, alishaenda fariki, alishaenda baki peke yake na na mtoto wake aliyekuwa anamtegemea naye amekata roho, na wananzengo wamebeba jeneza wanapeleka kwenda kuzika. Mama wa watu analia, anajiuliza, hata ndio katoto nilikategemea mimi ninafanyaje? Anakosa njia, anakosa ni nini atafanya duniani. Yesu akamwona, mwenye huruma akasema, simamisheni hiyo jeneza, ndipo akamponya yule mtoto, akainuka yule mama, aifurahi furaha ya machozi yasiyokuwa na kifani amekutana na mwanaume anayeweza kuleta ndugu. Usiogope kuachwa na ndugu, kukoswa ndugu, kutokuwa na ndugu, hili sikupe shida. Titambue wewe una ndugu wengi sana. Bwana amesha waleta kwako. Mungu anatupenda. Haleluya, amina. Ibrahimu alipoondoka Sikiliza, amefika katika ile nchi akajikuta amebaki peke yake, na baada ya kukaa peke yake, amefiwa na mke wake, Sara amekufa na baada ya kufa, amebaki ha Ibrahim pamoja na watoto wake wakina Isak na Ishmaeli. Anajiuliza, hapa nafanyaje? hata hali zina maeneo ya kuzika hana. Ibrahimu anajiuliza, ningelikuwa na walau kwa baba yangu, ningeliweza kuzika hata mke wangu, ningelimuweka wangu. Sasa ninafanyaje? Sasa akaanza kuwaomba wale wazee kwamba jamani, mimi ni wakati wa kuhitaji kusafirisha maiti wangu nimpeleke mahali pa wazazi tukazike, kwa sababu bwana alikuwa ameshaleta ndugu juu yake. Wakamwambia wale wazee, hapana Ibrahimu, wewe ni mtu mkubwa mno, ni mtu mkubwa unatufaa katika hii nchi, wewe tunakukatia eneo lakini vyakule vinaponza. Akasema, jamani, nitawapa angalau pesa nisizike kwenye eneo la watu wengine, kesho nikafukuzwa, nikaacha maiti wangu kwenye hiyo eneo. Akaambia basi, unaweza ukaleta fedha. Wakaandikishana, akakabiziwa eneo ambalo mpaka hivi leo wa Palestina pamoja na Waisraeli wanaipigania hiyo eneo, lakini ni lile ambalo alilinunua Ibrahimu kwa fedha yake. Akawa na ndugu mba alikuwa hategemei kwamba wangeliweza kumbeba. Usiji ukashangaa ukaishi hivyo, kadhani hauna mtu wa kusaidia. Wapo watu wengi. Wewe shuka chini ya mkono wa Mungu. Mungu atakuletea watu wanaokufaa. Mungu atawaleta yeye mwenyewe atawaleta, na wala usiumize kichwa chako. Wewe sema Baba, niko chini ya miguu yako, na niko duniani umeniweka, lakini sioni wa kunifariji. Atatoka kwako, Bwana niletee. Bwana atamleta watu wamekuwa mazingira ya shida, mazingira magumu. Wengine wamekuwa na mama zao, wengine wengine tumekuwa yani hatuna story ya mama zetu, mapenzi ya mama zetu hatuna, tunafika hivi ni watu wazima. Bwana Yesu asifiwe kwenye uwanja tu watoto wenzio wanaanza kupiga magoti, wanaenda wenzenu, wanaenda kudaki zao, hamna mama na hakuna tarajio wa kumpenda.

Yesu ndiye analeta ndugu zangu. Acha wengine nao cheza cheza. Sasa wao mko kwenye wokovu, mnacheza cheza na mtu ambaye yeye ana mjomba wake, ana mama mdogo, ana kurasa wake, ana shangazi yake hapo, ana nani nani yake pale. Yaani yeye akikosa michemba anafuata hapo, akitoka pale anafuata pale tena nini? Anaenda nakopa kopa na hela na mdogo wangu na wewe nenda kale tu na wewe utakusoma. Anakula tu hana shida. Usilingane naye huyo. Wewe kaa vizuri mbele za Bwana ujue, ndugu uliyobakiza ni Kristo wa kwanza, halafu na Kristo anawaleta wengine watakao kufaa, watakao kuwa ni faraja kwako. Hebu simama kwanza kwa ndugu yako, nataka nisema hayo maneno, ni mambo mazito. Yusufu akaingia ndani akalia akaona ndugu zake na maajabu alivyoona wana, wanatabika wanahangaika, akasema ho, kumbe Mungu huu ndio mpango wako maalumu, ulinileta mali hapa, ili hawa ndugu utawaleta ni wahudumie. Wameisha wako hoi, chakali chakula hawana. Tumshukuru Mungu. Akaingia ndani akalia, akatoa machozi akalia. Sikiliza mpendo, wewe upo chikombe mbele za Bwana, chikomekombe kwa Yesu. Achana na watu wengi, wewe neema hiyo hauna, wengine hawanaga hizo neema. Wengine akikaa katikati, hata kama akipelekwa kwa polisi unashangaa ngarau, pikipiki kumi zinashuka. Wengine hapa hatuna hata pikipiki tano zitateremka. Yaani ukiingia humo, subira mke wapo, nakuja ukuchungulia kwenye dirisha, biashara inaisha. Halafu na Yesu mcheze, tutabaki na Yesu, pana Yesu asiez huyo ndiye mwenye kuleta ndugu zetu, watakaotufa, watakaokuja kutufariji watakuja kututia moyo, tuko kwenye hali mbaya, tuko kwenye hali ngumu. Fikiria maisha yako wewe, ukicharara, wengi zaidi ni wako wanacheka tu. hey, hey, hey. Mtata la... hey, hey, hey. Amesha hangaika, ameumia, yani hana lolote. Hey, watacheka mpaka ile mbaya. Sikiliza. Mungu wetu ni mwenye huruma. Yeye akakubali akamtoa mwanaye, na mwanaye akasema niko tayari ni kufa, ili sisi tupate kuongoka. Kuna ndugu zaidi ya huyo. Yesu anafika mara, anasema nana nana, nalitafuta huko nje, anaambia baba na mama yako wanakutafuta wameshinda huko, wanasema toka umwe kanuni nenda hapo nje, wanakutafuta wazazi wako, wamewasumbua anasema hamjafahamu kama ndugu zangu ni wale ambao tumekaa pamoja katika nyumba ya baba tunapomwabudu Mungu, hawa ndio ndugu zangu. Sikiliza, jifunze vitu kama hayo, anajua ndugu ni wale wale wanaosikiliza neno la Bwana. Mimi siku zote naishi nasema mtu yeyote ambaye hana Yesu Kristo ndani yake Sijaamini kama huyo ni ndugu yangu, bado sijapata ya huyo ndugu. Lakini maisha yangu yoyote yale, ninapenda kumwamini sana mtu aliyempokea Yesu, aliyemchuma sana Yesu. Mimi ninatambua ufahamu wangu wote kwamba nimepata ndugu zangu hawa hapa, lakini tofauti na hapo, sina mwingine, sina sina na kwa sababu tumeshafikia. Siku moja, baba yangu akiwa naenda kukata roho akiwa hospitalini, akaniita akasema, kijana wangu njoo hapa. Akaja akainua mkono akasema, nishike mkono. Nikamshika mkono, akanitazama. Aliponiangalia nikaona na machozi anaporomoka. Nikamuza, mzee, mbona unalia? Akasema, najiuliza ninawaache na akina nao. Bwana Yesu asifiwe! Sikia, nataka nikwambie kuna watu wenye neema na nikajua mzee, miaka yote wazee, anasema atawapeleka mkamwone fulani na nani, anaanza kuona kama kwamba uzao wake ameuacha kwenye pori la nyika, bila kujua wao walipokea wapi, lakini haitupi shida nikikana Najua tu mimi, Mungu najua umenifanya ni mwanadamu, umeniomba mimi ni mtu, na kwa sababu mimi ni mtu, unajua nitakavyoishi duniani, unajua ndugu utaniletea wako wapi watakaonifaa, watakaonihudumia, watakaonisaidia. Wewe Yesu, unajua mimi, ndicho nimebaki na hicho tu, mambo mengine sitaki kuvumiza kichwa changu. Rafiki wa kwanza na rafiki wa kweli ni Yesu Kristo pekee yake.